Wafanyakazi zaidi ya 500 wa shirika la Redeemed Integrated Development Agency linalotekeleza miradi chini ya shirika la World Vision wamejitokeza kudai mishahara yao ya mwezi wa Disemba na Januari. Wafanyakazi hao waliandamana wakiulaumu usimamizi wa shirika hilo kwa kuwazungusha kila wanapodai malipo yao. RIDA ambalo lilitegemea ufadhili wa wahisani kutoka USAID lilisitisha shughuli zote za miradi mnamo Januari 27 baada ya serikali ya Marekani kusimamisha ufadhili huo. Wafanyikazi wa jamii wanaohusishwa na shirika la Redeemed Integrated Development Agency RIDA katika eneo la Babadogo, Ruaraka, kaunti ya Nairobi walirejea tena mitaani wakidai malipo yao ya miezi miwili. Wafanyikazi hao wanaohudumu chini ya miradi ya Rida inayoendeshwa na shirika la World Vision wanasema wajalipwa mishahara yao ya Desemba na Januari. Sasa penye mi nimefikia hapa sahii, tumeenda oda yote, tumeenda World Vision, tumeenda Rida, tumeenda Rida wanatutupia matiagas. Hatuna kitu enye tunafanya, ile kitu naweza naezaomba kwa sahizi tu ni serikali itusaidie. PS wote njio lesesbodi wakuja waangalie pesa yetu inazama na hizi pesa si kidogo, hii yenye nadai kidogo, tuko 800 people wenye tunadai pesa. Rida ni miongoni mwa mashirika mengi yaliyoathiriwa na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha misaada ya USAID barani Afrika. Katika ilani iliyochapishwa tarehe 27 Januari mwaka huu, World Vision shirika linalosimamia miradi ya Rida liliagiza kusitishwa mara moja kwa shughuli zote za miradi. Kulingana na agizo hilo, ni gharama zilizotumika hadi tarehe 24 Januari pekee ndizo zitakazolipiwa of which we understood as the mradi ilikuwa under review we understood but we were promised that any money that we signed before the 23rd of December the money has been January. received by 23rd of January the money has been has been received and you're going to get paid for January because January we worked for January adi kaisha mimi ninahakika pesa iko kwa sababu sisi tulifanya kazi December. Imagine from December paka sahi mtu ajalipwa, ajalipwa pesa. Hatua hiyo imewaacha wafanyi kazi zaidi ya mia nane katika hali ya sintofahamu. Usimamizi wa Arida umekanusha madai ya kubana malipo hayo ukisisitiza kwamba wanatekeleza tu maagizo ya World Vision. Mwenyekiti wa bodi ya Rida, Gideon Nzioki, amesema kuwa ingawa fedha zipo hawana uwezo wa kufanya malipo hadi maelekezo zaidi yatakapotolewa. Kwa sasa wametakiwa kusubiri hadi siku tisini zikamilike kabla ya Marekani kutoa mwongozo kuhusu msaada wa USAID. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.